Yes, tunaendelea kutazama zile habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri na kubwa zaidi ni kuangazia taarifa ambayo inahusiana na mchezaji wa klabu ya soka ya Yanga, Clement Mzize kufuatia kuwa katika kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya, ya goli bora la msimu. Kumbukwe Clement Mzize goli lake dhidi ya TP Mazembe katika kombe la klabu bingwa ilikuwa ni moja kati ya guni ambalo limewekwa katika kinyang'anyiro cha kuonia tuzo hizo. Na kwa mujibu wa tafiti, ama kwa mujibu wa mahesabu ambayo yanaendelea, Mzize kuna asilimia kubwa sana ya kuchukua tuzo hiyo. Hii nitakueleza sababu ni zipi ambazo zinafanya ni kuaminisha kwamba kuna asilimia kubwa sana za mchezaji huyo kuondoka na tuzo hiyo. Lakini kabla ya kusonga mbele, ni kuombe kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates mbalimbali ambazo zimekuwa zikijiri na tunaziweka hapa kila siku. Sasa bwana, katika upande wa tuzo hiyo bwana, kitu ambacho wanakiangalia licha ya goli ambalo limepatikana, wanaangalia sababu kadhaa ambazo ndizo zinapelekea uh, kuwapa priority wachezaji ama goli husika. Moja ya sababu hizo ni pamoja na uh, namna ya upatikanaji wa goli hilo, kwa maana tunaangalia ile movement iliyofanyika before ya goli lenyewe kupatikana, na hiyo itadetemaini ni goli lipi ambalo limepatikana katika mazingira magumu. Ikumbukwe miongoni mwa ma, magoli ambayo yanaonekana ni mazingira magumu ni pamoja na magoli ambayo aidha amefungwa kwa ile mpinduko tunaita acrobatic ama magoli ambayo yamefungwa katika umbali mrefu sana ambao si uh, umbali wa kawaida, lakini pia magoli mengine ni magoli ambayo yamefungwa aidha mshambuliaji alikuwa amezungukwa na defenders wengi sana, na hivyo kutumia akili ya ziada. So ukiangalia miongoni mwa magoli ambayo yanashindaniana tuzo hiyo, goli la Clement Mzize ni goli ambalo limefungwa kwa umbali mrefu sana, na hivyo inampa sababu ya kwanza ya kuweza kugewa priority katika kushinda ama kunyakua tuzo hiyo. Sababu ya pili ni umuhimu wa mechi husika. Uh, tunatazama goli hilo limekuwa na umuhimu gani kwa sababu endapo magoli yanayoshindanishwa uh, mojawapo wa goli ambalo limefungwa ni goli ambalo lilikuwa na umuhimu mkubwa sana katika mashindano hayo, basi itatoa priority kwa goli hilo kugawa nafasi za juu, na ikumbukwe kipindi ambacho Clement Mzize anafunga goli hilo, uh, Young Africans walikuwa wanahitaji alama tatu ili kuweza kujikita zaidi katika kuonia uh, mwelekeo wa kuingia uh, hatua inayofuata. Kwa hiyo ilikuwa ni goli muhimu sana na ni goli ambalo limekwenda kufanya maamuzi ama kuipa Young Africans nafasi ya kusonga mbele zaidi. Lakini sababu nyingine ni sababu ya kura, kwa sababu magoli haya yanapigiwa kura na wanamichezo mbalimbali, ikiwemo moja kati ya wanamichezo ni pamoja na wewe weshabiki, ambaye unaingia katika ile CAF awards dot com uh, ambapo utapata nafasi ya kupiga kura kwa goli ambalo Uh, unahisi ni goli bora, lakini pia kumpigia kura mchezaji ambaye unahisi ni mchezaji unayetamani uh, nyakuwe tuzo hizo. Kwa hiyo kwa ukiangalia kwa sababu zote tatu ama nne zinampa asilimia kubwa sana Clement Mzize kunyakua tuzo hiyo, na ndio maana tukiangalia pia kwa upande wa kura Clement Mzize amewaacha mbali sana washindani wake. Lakini pia ukiangalia uh, vitu kama umuhimu wa goli pamoja na mazingira ambayo yamefanywa uh, goli hilo kuingia katika magoli bora utaona kwamba ana deserve na pengine ndiye uh, mchezaji ambaye anakwenda kwenye kuwa na tuzo hiyo. Una maoni gani kuhusiana na hili? tafadhali tuandike kwenye comment section na kubonyeza neno subscribe ili uungane na familia ya Mapro TV kupata zile updates kali zile za kimichezo, burudani, interviews mbalimbali bila kusahau makala ya kisiasa, lakini pia historia kadha wa kadha ambayo zitakuwa zikiwekwa hapa kila siku. Maoni yako ni muhimu sana kwenye comment section na subscribe na kubonyeza neno mna subscribe kisha bonyeza alama ya kengele, utakuwa on time, pokea taarifa mbalimbali ya punde tunavyo upload video mpya. Hadi wakati mwingine, kwa sasa ni kuachana. Hii hapa